DW. Habari za Afrika Geneva: Mahakama ya Juu ya Makosa ya Jinai nchini Uswisi leo imemhukumu wa kifungo cha miaka 20 jela waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Gambia, Osman Sonko kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu iliyotendwa enzi ya utawala wa dikteta Yahya Jammeh. jami Sonko mwenye umri wa miaka 55 ametiwa hatiani kwa makosa kadhaa yaliyorekodiwa wakati akiwa waziri kati ya mwaka 2000 na 2016. Sonko aliyepachikwa jina la kamanda wa mateso alikuwa na dhima ya kusimamia mashambulizi ya kupangwa yaliyotekelezwa na vyombo vya usalama vya Gambia kwa lengo la kunyamazisha upinzani wa utawala wa Jame. Kesi yake ilianza kusikilizwa mwezi Januari baada ya kukamatwa nchini Uswisi tangu mwaka 2017 alikokimbilia kujaribu kuomba hifadhi kufuatia kuanguka kwa utawala wa Yahya Jammeh. Kesi yake ilifunguliwa chini ya misingi ya kimataifa utoaji haki ambayo inaruhusu taifa la kigeni kuwashtaki na kuwahukumu watu wanaohusishwa na makosa ya kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Paris. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia nishati IAA limetangaza kwamba serikali na makampuni duniani yameahidi kuwekeza kiasi dola bilioni mbili nukta mbili kusaidia upatikanaji wa nishati safi na salama ya kupikia barani Afrika. Tangazo hilo limetolewa baada ya kukamilika kwa mkutano ulioleta pamoja viongozi wa mataifa sitini, wakuu wa taasisi za maendeleo na makampuni makubwa ya kibiashara kujadili njia za kumaliza tatizo la ukosefu wa nishati rafiki ya kupikia barani Afrika. Mwishoni mwa mkutano huu uliofanyika mjini Paris nchini Ufaransa, mkuu wa shirika la IAA Fatih Birol amesema mkusanyiko huu umetoa ahadi ya uhakika ya kushughulikia swala ambalo limepuuzwa kwa muda mrefu. Zaidi ya watu bilioni mbili duniani, wengi kutoka Afrika bado wanatumia majiko ya mkaa na kuni kupikia, njia ambazo zimekuwa na athari za kiafya na mazingira. Fedha zilizoahidiwa kwenye mkutano wa Paris zinalenga kuzisaidia jamii kuanza kutumia njia rafiki kama gesi asilia na majiko ya umeme. Harare Baraza la mawaziri la Zimbabwe limearifiwa jana usiku kuwa zaidi ya nusu ya watu wa nchi hiyo watahitaji chakula mwaka huu kutokana na ukame wa kutisha uliolikumba taifa hilo la kusini mwa Afrika. Hali ya ukame imesababisha uhaba wa mavuno na kuchochea mito ya makundi ya hisani ya kutaka mchango wa kifedha kutoka jumuiya ya kimataifa kuwanusuru watu wa Zimbabwe na baa la njaa. Tathmini iliyotolewa na kamati inayotizama hali ya maisha nchini Zimbabwe inasema watu milioni sita waishio vijijini na milioni 1.7 walio mijini wanahitaji msaada wa chakula. Zimbabwe ni miongoni mwa mataifa yaliyoathiriwa vibaya na hali ya hewa ya El Nino ambayo imeleta balaa la ukame kusini mwa Afrika, ikiwemo nchini Zambia na Malawi. Huo unatajwa kuwa ndio ukame mbaya zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika kipindi cha miaka arobaini mathalan uzalishaji wa mahindi ambalo ndio zao kuu la chakula nchini Zimbabwe umeanguka kwa asilimia 77 mwaka huu. Niame, waziri mkuu wa Niger Mahman Lamine Zaine amesema nchi hiyo inayotawaliwa na majenerali ilisitisha mahusiano yake ya kijeshi na Marekani mnamo mwezi Machi baada ya Washington kutoa vitisho vya kuiwekea vikwazo. Amesema hayo katika mahojiano na gazeti la Washington Post yaliyochapishwa leo. Zaini amesema naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani anayehusika na Afrika Moli Pe alitishia kuiwekea vikwazo Niger iwapo ingetia saini makubaliano ya kuiuzia Iran madini ya urani. Zaini amesema kiongozi huyo alitoa matamshi yake kwa lugha ya kibabe na ya kukosa heshima. Amearifu kwamba Moli alitoa matamshi hayo alipofanya ziara nchini Niger mamo mwezi Machi. Siku chache baadaye Niger ilitangaza kusitisha mara moja ushirikiano wake wa kijeshi na Marekani. Mnamo mwezi Aprili, Washington iliridhia kuondoa wanajeshi wake elfu moja kutoka taifa hilo la kanda Sahel. Jishi tangu wa kati kati ya Sahel ambalo lipo chini ya utawala wa kijeshi tangu ulipompindua rais aliyechaguliwa kidemokrasia katikati ya mwaka jana. Na huu ndio mwisho wa habari za Afrika kutoka Bonn.